Warsha ya wabunge imeanza leo katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, huku spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akifafanua kuwa huenda asilimia 56 ya wabunge wakakosa kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa 2027. Hello members, I have told some of your colleagues before. Wetangula anadai mageuzi katika uwanja wa kisiasa huenda ukawaathiri wengi kurejea tena bungeni kwa mhula mwingine. Aliwataka wabunge hao kutilia maanani maswala mbalimbali yanayohusu maendeleo kwa wananchi. Alifichua kuwa amepokea lalama kutoka kwa baadhi ya mawaziri kwamba wanadhulumiwa na wabunge wakati ambapo wamealikwa kuhojiwa kuhusu utendakazi wao. Hata hivyo, baadhi ya viongozi walitilia shaka uhuru wabunge wa bunge wakidai kuwa Wakenya hawana imani na shughuli zinazoendeshwa na wabunge kwa madai kuwa huingiliwa na asasi mbalimbali. Kenyans are having a problem with the independence of the parliament and the problem starts with the political parties.

kuhusu iwapo ni haki vyama vya kisiasa kutoa kibali kwa kiongozi yeyote aliyebanduliwa mamlakani kupitia kura ya kutokuwa na imani kuwania wadhifa wa wowote wa uongozi. And it is in regard to a party, a political party sponsoring for presidency an individual who has been pitched. Warsha hii inajiri wakati ambapo vyama vya kisiasa vinaendelea kuboni miungano ili kujiandaa katika uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na saba. Hatua hii inaonekana kuwa itaathiri pakubwa uongozi wa bunge la kitaifa. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.